Karibu katika channel ya Feaboy TV. Katika channel hii nitakwenda kuonyesha leo jinsi ya kuweza kujisajili katika mfumo wa ajira portal ili uweze kufanya maombi ya kuomba kazi au kutuma maombi yako ya kazi. Kwa utaingia katika sehemu hii ya Google katika simu yako, utaingia kwenye application yako ya Google au Chrome. Baada ya hapo, utaandika ajira portal, utaandika ajira portal shaandika ajira portal, zitakuja website nyingi pale, lakini website ambayo nitakuwa i visit au iguse au i click ni hii website ya ajira portal. Hakikisha ni hii ya kwanza ambayo ni ajira portal.ajira.go.tz. Hiyo ndo ajira portal, kwa utafungua website hiyo hapo <coughs> ikishafunguka website hii namna hiyo utaweza kuiona namna hii kama ilivyofunguka mwongozo wa mabadiliko katika matumizi ya mfumo wa maombi ya kazi kwa hapa pia utaweza kuona application au kazi ambazo posti za kazi ambazo zinapatikana kama jinsi ambavyo unavyoona hapo kuna nafasi nyingi tu ambazo zinapatikana za kazi hapo okay. kwa sasa <coughs> ukishaingia hapo sasa utakuja utaklik katika sehemu hii hapa utaklik katika hivyo vidoti hapo juu Ukisha click hapo, utakuja katika sehemu hii palipoandikwa register. Utabonyeza katika sehemu hiyo ya register ili uweze kufanya usajili katika sehemu hii. Kama unavyoona, sehemu ya kwanza utajaza email yako ambao unataka kuifanyia registration hii. Ni applicant registration. Baada ya hapo, utaweka password zako, na baada ya hapo, uta click neno confirm, then uta click neno register. Utakuwa umekamilisha kufanya usajili katika mfumo um, huu wa ajira poto. Okay. Kwa mimi nitakwenda kuonyesha hatua kwa hatua namna ya kuweza kukamilisha hilo. <coughs> Kwa sehemu hii nitaweza kuandika email yangu. Let's say email yangu ni nitafuta email yangu ambayo nahitaji kuiweka k okay. Labda mm, niweke email yangu hii, then hapa nitaweka password zangu. <coughs> Okay. Baada ya kukamilisha kujaza taarifa zangu, nita click neno register now au register. Then utasubiri registration iweze kukamilika. Kama unavyoona hapo, registration successful. You have successfully registered with recruitment portal. An email has been sent to you with instruction on how to activate your account. Please check your email and follow the instruction in order to start using account. Thanks. Kwa hiyo hapa tayari nimeshaweza kukamilisha na Registration. Sasa, nachotakiwa kufanya ni kwenda katika email yangu ili niweze ku-activate account. Kwa hiyo, baada ya kukamilisha kufanya registration, sasa nitakwenda ku-login katika account yangu namna hii nitaclick neno login. Utajaza username yako na password ili kuweza ku-login. Kwa, kama unavyoona hapa tayari nimeshaweza ku-login katika account yangu ya recruitment portal; hii inaitwa recruitment portal. Kama unavyoona profile completeness ni asilimia 19. Kwa hiyo hapa utatakiwa Sehemu hii utatakiwa ukamilishe profile yako ya hapo. Complete your profile to maximize your earning opportunities. A professional profile is essential to effectively showcase your skills. Okay. Apply to a vacancy online. Click on the vacancy tab on the top of the page. Kwa sehemu hii utatakiwa sasa uweze kucomplete. Click on the review CV. Okay. Kama unavyoona job post by categories kuna nafasi za kazi ambazo zimeweza kupostiwa hapo na categories zao utaweza kuziona hapo. Kwa kazi ambayo unahitaji ku apply utaweza kui apply hapo. Tena pia kuna how do I do interview, utaweza kusoma application general condition, an applicant must be citizen of Tanzania. Utaweza kusoma vitu vyote hapo hasa. Utakapokuja katika sehemu hii ya akaunti yako, utaklik katika sehemu hii hapo, utaweza kuona kuna notification okay utaweza kuona hapa kuna hii sehemu ya notification, kuna hii sehemu ya home, kuna sehemu ya vacancy, kuna sehemu ya My Application, kuna sehemu ya register to job alert, change password, zote utaweza kuziona hapo katika sehemu hiyo. Lakini sasa, unachotakiwa hapa kufanya ni kuweza ku click, kama unataka ku apply kazi, utaclick hapo kwenye My Application, utaclick hapa ili kuweza kuona kama kuna kazi ambayo ulishaweza kufanya ku apply, utaweza kuiona hapo click katika sehemu hii utaweza kuona. Mimi kama mimi hakuna kazi ambayo nimesha apply au hakuna application yoyote ya kazi ambayo nimeshaweza kuifanya katika ajira portal. Lakini ukirudi katika sehemu hii ya register to job alert utaweza kuona hapa, subscribe to job categories. Hapo unaweza ukasubscribe katika category yoyote, ili nafasi ya kazi itakapowepo basi utaweza kupata notification. Okay, kwa ni kitu rahisi sana kuitumia. Pia ukirudi katika sehemu hii ya vacancy, ni sehemu ambapo utaweza kupata uh, kuweza kuona job vacancy ambazo zipo, kama unavyoona dereva daraja la pili, halmashauri ya wilaya ya Same, assistance technical mineral laboratory, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini. <coughs> Kwa hapo kuna nafasi nyingi sana ambazo zinapatikana kwao. Utaangalia nafasi ambayo inaendana na wewe then utaweza kuiapply okay. Sasa kwa mfano, labda nitachagua muhasibu daraja la pili, nitakliki neno apply. Okay, nitakliki hapo kwenye neno apply kama nataka kuifanyia application hiyo, kwa kama unavyoona mimi account yangu bado sijaanza kuifanyia setting, ndio maana wamekataa, siwezi kuapply mpaka account itakapokaa sawa. Kuna hii sehemu ya personal details, ni sehemu ambapo utaweza kuweka taarifa zako binafsi halafu kuna hii sehemu ya academic qualification ni sehemu ambapo utaweza kuweka vyeti vyako vya academic. Halafu kuna professional qualification pia utaweza kuweka professional yako, language proficiency, working experience, training and workshop, computer literacy, referees, other attachment, declaration, okay declaration alafu kuna sehemu ya mwisho kabisa ni CV kwa oh, hivi vyote utatakiwa uvikamilishe, lakini kitu kingine, bila kusahau, profile picture. Lazima uweke profile picture yako katika akaunti yako ili uweze kufanya application yoyote katika ajira poto. Okay, na sehemu ya personal details, basi unachotakiwa kufanya ni kuweza kujaza taarifa zako pamoja na namba yako ya NIDA. Utaweka namba yako ya NIDA, utaweza kujaza taarifa zako Hakikisha unajaza taarifa zako za usahihi. Taarifa zako ambazo ni taarifa sahihi ndio unazotakiwa kujaza hapo. Utakuja sehemu hii ya academic qualification, utaselect hapa, ni academic qualification, kama ni educational level, utaselect hapa educational level yako, kama ni degree, master, postgraduate pamoja na zingine, utaselect hapo. Utakuja kwenye country, utaselect institutional name, utaselect choose file, utaattach maximum 2 MB kwa hiyo uta select certificate yako hapo, program category, program name, utajaza kila kitu hapo taarifa zako uta save academic qualification. Okay, save academic transcript, verification certificate, vitu vyote hivi utatakiwa uviweke katika sehemu hii. Professional qualification pia utakuja utazikamilisha hizo professional qualification. Okay, click hapa utaweza kuziona. Okay, professional qualification, click hapa ili kuweza kuadd your country, institution name, cause name, year from to, attach your certificate. Utaweza kuattach certificate yako katika sehemu hiyo ya professional qualification. Then utakuja kwenye language, hamna ambayo nimeweka kwa hiyo uta click katika sehemu hii English, kama ni fair, kama ni good, kama ni very good utaandika hapo very good. Kama ni read very good, write very good uta click now save. Okay. Hii ni namna sahihi ambayo unaweza ukajisajili katika recruitment portal. Okay. Kwa hapa nimekupa njia, uh, zote ambazo unatakiwa ufuate. Pia utakuja kwenye working experience, utaklik neno add. Kwa hapo utaweza kuandika experience yako, institution uliofanya kazi Ukishamaliza date, end date, utasave, una save. Kwa hiyo hii ni rahisi tu, okay. Ukimaliza working experience, utakuja sehemu ya training and workshop. Kwa hiyo hapa pia utaclick neno add, utaweza kujaza taarifa zako, training name, institution, utaweka certificate uliopewa, training description, start date, end date, utasave. Utakuwa umekamilisha pia kufanya ku-add training and workshop. Pia utakuja kwenye computer literacy, utaclick neno add. Computer skills kwa hiyo uta select kitu gani ambacho kwenye computer una kiweza, kwa mfano Microsoft Excel kama ni very good, una click very good, then attach your certificate, utaweka certificate yako, utakuja uta select Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Kwa hiyo kama zote uko vizuri hapa, basi utaweza kuziweka zote. Baada ya kukamilisha computer skills, utashuka chini, utakuja kwenye referees. Referees ni wale watu muhimu, watu watatu muhimu. Kwa hiyo pia uta click hapa neno Aada hapo, alama ya jumlisha ili uweze kujaza taarifa zao, referee full name, institution organization, telephone number, title, email address, address alafu uta click na save, na, na baada ya hapo utarudi utakuja katika sehemu ya attachment. Kama kuna vitu vingine utakuja uta attach okay, utaselect hapa kitu gani, kama ni birth certificate, curriculum vitae, affidavit, recommendation letter zote utaweza kuziatach hapo, na baada ya hapo utakuja kwenye declaration, utakuja katika sehemu hii ya declaration. I declare that information provided is completely and correct to the best of my knowledge. I understand that any false information supplied should lead to my application being disqualified or my discharge if I am appointed. Okay, taking the box will take in the ben as, bin, as binding as your signature. Kwa hapa utateki sehemu hii. Then utaklika i-declare. Kwa declaration unakuwa tayari umeshaweza kumaliza na baada ya kudeclare utakuja katika sehemu ya CV preview. Kama unavyoona curriculum vitae you can to preview or print your CV until you have completed your profile by at least 70% au baada ya kukamilisha yote utakuja kuiprint CV yako. Hivi ndivyo njia rahisi ya kuweza kujisajili katika ajira portal na kuweza kukamilisha kila kitu katika mfumo huu ili uweze kupata kwa hiyo kwa haraka haraka hapo mimi nilisojaza hapo kama unavyoona profile completeness ni asilimia ishirini na tisa. Woo, hii itatakiwa ukamilishe mpaka asilimia mia moja. Ifike asilimia mia moja utakuwa umekamilisha kila kitu katika ajira portal, recruitment portal au recruitment portal. Usahau pia kusubscribe na kulike katika channel yetu. Asante na karibu.